Siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 zinapoendelea kurindima nchini, viongozi wa mrengo wa upinzani wanaendeleza mikakati ya kushirikiana na kumuunga mkono mgombea mmoja wa urais, atakayekabiliana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao, na ni kama anavyotuarifu Leonard Omalo. Kiongozi wa upinzani akiwemo Rigathi Gachagua wa chama cha DCP, Kalonzo Musyoka wa Wiper Patriotic Front, Eugene Wamalwa wa DAP-K, Martha Karua wa PLP na Justin Muturi wa DP wameapa kamwe hawatatengana bali watazidi kushirikiana ili kumung'oa mamlakani Rais William Ruto kupitia kura za mwaka elfu mbili na ishirini na saba. We shall make whatever sacrifices necessary for this country to make sure hapa Ufungamano safari ikianza, basi hatuna budi ila na sisi tuamue kwa kauli moja kwamba kamwe hatutarudi nyuma. Sisi tumeamua, tutatembea pamoja, vile mmetuona hapa hadi mwisho hadi tuhakikishe one time has happened na mtu amerudi Sugoi. That mukiona mmoja wetu akiteleza, huyo atakuwa nani? Msaliti, msaliti. Wakizungumza kwenye hafla ya chama cha PLP katika jumba la kihistoria la Ufungamano, viongozi hao wameelezea kuwa kila chama kina mgombea wake wa urais na ni sharti kila chama kiendeleze mikakati ya uungwaji mkono katika ngome zake kote nchini kabla ya vinara hao kuamua ni nani atakayepeperusha bendera ya muungano huo kwenye uchaguzi mkuu ujao As.

I will be seeking one term. One people, one purpose, one term. Wewe unakatalia kwa kiti ukitafuta tu term tukisema one term. Kwingineko, kwenye kongamano la kitaifa la chama cha Jubilee lililoandaliwa katika ukumbi wa Ngong Racecourse, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ambaye pia ni kinara wa chama hicho amemshutumu Rais William Ruto kwa kutowatekelezea Wakenya ahadi alizowapa na nyinyi mnajua hata kazi ambazo tulikuwa tukifanya wakati tulikuwa na nafasi ya uongozi wa taifa hili letu la Kenya, lilikuwa linalenga kila kona ya jamhuri yetu ya Kenya, sio sio mtu ametoka wa wapi, ama umezaliwa wapi. Na ndipo nilikuwa nawaambia hii story, watu walikuwa wanazungusha sijui hasla, sijui huyu ni mtoto wa single mother, si huyu ni mtoto wa dynasty. Kwa, kwa, kwa. Lakini kusema ati wewe wahabu wewe umezaliwa na single mother, hiyo ndio qualification yako ya kuchaguliwa? Hapana, njoo uambie Wakenya ni nini utawafanyia. Pahali popote umezaliwa, haja ni nini unawafanyia ati anyway. Hapana, hapana na huko haya ya kijiri chama cha Ford Kenya kikiongozwa na naibu kinara wake ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Bungoma Ken Lusaka, na katibu mkuu wa chama hicho Dr. John Chikati kimetangaza kumuunga mkono Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027, huku kikiwapokeza vyeti wagombea wake katika chaguzi ndogo za wawakilishi wadi zitakazoandaliwa mnamo Novemba 27 mwaka huu.

have Honorable Vincent Wekesa Maunda. Manda hiyo ndio bedroom ya baba. Hiyo ni bedroom. Umefaa ukicheza kando sasa, wewe mwenyewe uko kwa kiwanja sasa tunakuja kama siafu. Kutoka hapa kama siafu, every corner is going to fill us from here as we go back. From tomorrow? Yes tuko na matanga huko and that's where we are going to start. <laughs> <laughs> kungang'ana sasa kabisa tuko, tuko sanandiki hapo sanandiki. <laughs> <laughs> Sasa hapo kesho ndio tutaanza hii safari kabisa kabisa. Hii ni kufuela sasa, tunaenda kufuela. Nikiripotia West TV kutoka jiji kuu la Nairobi, naitwa Leonard Wamalwa.